Mpenzi msikilizaji na mpenzi mfuatiliaji wa KOO TV, karibu siku nyingine tena, ambapo tunakuja kukusogezea makala maalum kuhusiana na mwanafasihi bora barani Afrika ambaye kitovu chake kinatokea Afrika ya Mashariki. Mimi naitwa Geoffrey Kagimbo na hii ni official KOO TV, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram, TikTok lakini pia YouTube tunapatikana ati official Koo TV. Mfahamu Ngugi wa Thiong'o mwanafasihi aliacha alama barani Afrika isiyofutika. Ngugi wa Thiong'o aliyefariki akiwa na umri wa miaka 87 alikuwa kinara wa fasihi ya kisasa ya Afrika, msimliaji wa hadithi ambaye alikataa kuzuiwa na jela, uhamisho na ugonjwa. Kazi yake ilichukua takriban miongo sita, hasa akiandika kuhusu mabadiliko ya nchi yake Kenya, ikiwa chini ya ukoloni hadi ikapata demokrasia. Ngugi alipendekezwa kushinda tuzo ya Nobel ya fasihi mara nyingi lakini akawaacha wadhi mashabiki wake kila mshindi wa tuzo hiyo alipotangazwa. Atakumbukwa sio tu kama mwandishi aliyestahili tuzo hiyo ya Nobeli, lakini pia kama mtetezi wa fasihi iliyoandikwa kwa lugha asili ya Kiafrika. Ngugi wa Thiong'o ni nani haswa? Ngugi alizaliwa na kupatiwa jina la James Thiong'o Ngugi mwaka 1938 wakati Kenya ilipokuwa chini ya ukoloni wa Uingereza. Alilelewa katika mji wa Limuru, akiwa katika familia kubwa ya wafanyakazi wa kilimo wa kipato cha chini. Wazazi wake walihifadhi pesa ili kumpeleka masomo yake, akiwa katika shule ya upili ya Alliance, shule ya bweni iliyoendeshwa na wamisionari wa, wa Kiingereza. Katika mahojiano Ngugi alikumbuka kurudi nyumbani kutoka Alliance mwishoni mwa muhula kukuta kijiji chake kizima kilikuwa kimeharibiwa na utawala wa wakoloni. Wanafamilia wake walikuwa miongoni mwa mamia na maelfu waliolazimika kuishi katika kambi ya kizuizini wakati wa msako dhidi ya Maumau, vuguvugu vugu la wapigania uhuru nchini Kenya. Maasi ya Maumau ambayo yalidumu kutoka mwaka 1952 hadi 1960 yaligusa maisha ya Ngugi kwa njia moja na dha uharibifu katika mojawapo ya mateso makali zaidi. Kaka yake Ngugi Kitogo aliuawa kwa kupigwa risasi mgongoni kwa kukataa kutii amri ya askari wa Uingereza. Kitogo hakuwa amesikia amri hiyo kwa sababu alikuwa kiziwi. Wakenya walikuwa wakihojiwa mara kwa mara kwa kushukiwa kwa kuwa ni waasi wa Maumau. Mwaka 1959, wakati wa Waingereza wakijitahidi kudumisha utawala wao nchini Kenya, Ngugi aliondoka kwenda kusoma Uganda. Alijiunga na chuo kikuu cha Makerere ambacho kinasalia kuwa moja ya vyuo vikuu vya hadhi kuu barani Afrika. Wakati wa mkutano wa waandishi wa habari huko Makerere, Ngugi alitoa riwaya yake ya kwanza na mwandishi aliyeheshimika wa Nigeria, Chinua Achebe. Achebe alipeleka riwaya hiyo kwa kuchapisha nchini Uingereza, na kitabu hicho kwa jina la Weep Not Chad kikatolewa mwaka 1964. Ilikuwa ni riwaya ya kwanza kuu ya lugha ya Kiingereza kwa kuandikwa na raia wa Afrika ya Mashariki. Ngugi aliandika kwa haraka riwaya nyingine mbili maarufu zaidi A grain of wheat na the river between. Mnamo mwaka 1972, gazeti la Times la Uingereza lilisema Ngugi, wakati huo akiwa na umri wa miaka 33, alikubaliwa kama mmoja wa waandishi bora wa fasihi ya kisasa barani Afrika. Mwaka 1977 ulikuwa kipindi ambacho kiliashiria mabadiliko makubwa katika maisha na makazi ya Ngugi. Kwa kuanzia, huu ndio mwaka ambao alikuja kuwa Ngugi wa Thiong'o na kuliacha jina lake la kuzaliwa James Ngugi. Ngugi alifanya mabadiliko kama vile; alitaka jina lisilo na ushawishi wa kikoloni. Pia aliacha Kiingereza kama lugha kuu ya fasihi yake na akaapa kuandika tu katika lugha yake mama ya Kikuyu. Alichapisha riwaya yake mwisho wa lugha ya Kiingereza iitwayo Petals of Blood mwaka 1977. Vitabu vya awali vya Ngugi vilivyokuwa vikikosoa serikali ya kikoloni, lakini Petals of Blood iliwashambulia viongozi wapya wa Kenya huru na kuonesha kama tabaka la wasomi ambalo walikuwa wamesaliti Wakenya wa kawaida. Ngugi hakuishia hapo. Mwaka huo huo aliandika tamthilia yake ya Ngaahika Ndeenda, I Will Marry When I Want, iliyokuwa na taswira kali ya mapambano ya kitabaka ya Kenya. Shughuli zake za kuigiza zilizimwa na serikali ya wakati huo ya Jomo Kenyatta, naye Ngugi akafungwa katika jela ya ulinzi mkali kwa mwaka mmoja bila kufunguliwa mashtaka. Ilikuwa ni miezi kumi na mbili yenye matunda hata hivyo kwani Ngugi ali, aliandika riwaya yake ya kwanza ya Kikuyu Ibilisi Msalabani akiwa gerezani. Inasemekana alitumia karatasi ya chooni kuandika kitabu kizima kwani hakuwa na daftari. Mke wa pili wa Thiong'o Njeli alifanya kazi naye katika chuo kikuu cha California. Ngugi aliachiliwa baada ya Daniel arap Moi kumrisi Bwana Kenyatta kama raisi. Ngugi alisema kuwa miaka minne baadaye akiwa London kwa ajili ya uzinduzi wa kitabu chake aligundua kuwa kulikuwa na njama ya kumuua akirejea nchini Kenya. Ngugi alianza uhamisho wa kujitegemea nchini Uingereza na kisha Marekani. Hakurejea Kenya kwa miaka ishirini na mbili. Hatimaye aliporejea, alikaribishwa kama shujaa. Maelfu ya Wakenya walijitokeza kumlaki. Lakini kurudi nyumbani kuliharibiwa wakati wavamizi walipovamia nyumba ya Ngugi wakamshambulia mwandishi kikatili na kumbaka mkewe. Ngugi alisisitiza kuwa shambulio hilo lilikuwa kisiasa. Alirudi Marekani ambapo alikuwa ameshikilia uprofesa katika chuo kikuu vikiwemo New York pamoja na California Irvine katika taaluma na kwingineko. Ngugi alijulikana kama mmoja wa watetezi wakuu wa fasihi iliyoandikwa kwa lugha ya Kiafrika katika maisha yake yote. Hadi leo fasihi ya Kiafrika ilitawaliwa na vitabu alivyoviandika. Kuna tofauti gani kati ya wanasiasa anayesema Afrika haiwezi kufanya bila ubeberu na mwandishi anayesema Afrika haiwezi kufanya bila lugha za Ulaya? Ngugi aliuliza katika mkusanyiko wa insha motomoto Unaoitwa Decolonizing the Mind. Katika sehemu moja, Ngugi alimwita Chinua Achebe mwandishi ambaye alisaidia kuanzisha kazi yake kwa kuandika kwa Kiingereza. Matokeo yake urafiki wao ukaharibika. Mbali na kazi yake ya fasihi, Ngugi alioa na pia akatoa talaka mara mbili. Alikuwa na watoto tisa, wanne kati yao waandishi walichapisha vitabu Familia yangu na mnukuu, familia yangu imekuwa mmoja ya wapinzani wangu wa fasihi, Ngugi alitania katika mahojiano mwaka 2022 LA Times. Mwana wa Ngugi mkona pia ni mwandishi mkona. Wa Ngugi amedai kuwa mama yake alidhulumiwa kimwili na Ngugi wa Thiong'o. Baadhi ya kumbukumbu zangu za utotoni ni kwenda kumtembelea kwa nyanya yangu ambapo Angetafuta hifadhi mwanawe, aliandika katika chapisho la mtandao wa kijamii ambalo Ngugi wa Thiong'o hakujibu. Baadaye katika maisha yake, afya ya Ngugi ilidhoofika. Alikuwa na upasuaji wa moyo mara tatu mnamo mwaka 2019, na, na akaanza kuangaika na tatizo la figo. Mnamo mwaka 1995 aligunduliwa kuwa na saratani ya kibofu cha mkojo na kupewa miezi mitatu ya kuishi. Hata hivyo akiongeza saratani kwenye orodha ndefu ya mapambano ambayo alikuwa ameshinda. Lakini kwa sasa moja ya taa elekezi za fasihi Afrika kama mwandishi wa Nigeria Chimamanda Ngozi Adichie alivyowahi kumuita ameondoka. Akaacha ulimwengu wa maneno kuwa mweusi kidogo. Mwisho. Leo tarehe 29 Mei 2025, kimetangazwa kifo cha nguli wa fasihi barani Afrika Ngugi wa Thiong'o. Tutakukumbuka kwa ubora wa fasihi uliotuachia kupitia maandiko yako. Ngugi wa Thiong'o, mwandishi wa fasihi kutoka barani Afrika, aliandika vitabu vingi. Baadhi ya vitabu hivyo: The Black Hermit, Weep Not Chad na This Time Tomorrow. Vitabu hivi vitabaki kuwa nyenzo yetu katika maisha. Simulizi hii imeletwa kwako na mimi Joffrey Kagimbo. Hii ni Koo TV, usikose kuendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ati official Koo TV, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter pamoja na YouTube. Kwa mara nyingine tena, hii ni Koo TV.